Na mtazamaji, hebu sasa tuangazie taarifa za biashara. Wafanyikazi wanaostaafu wameshauriwa kudumisha uanachama katika vyama vya akiba na mikopo ndipo waendelee kufurahia huduma za kifedha zinazotolewa na vyama hivyo. Afisa mkuu mtendaji wa chama cha akiba na mikopo Dr. George Ochiri amesema wafanyakazi wengi huhama vyama vyao baada ya kustaafu, ili hali vyama hivyo vinaweza kuwasaidia kifedha hata baada ya kustaafu. Kwa habari hizo na nyingine ni katika mseto wa habari zetu za biashara. Afisa mkuu mtendaji wa chama cha akiba na mikopo cha Arambe Daktari George Ochiri amewashauri watu wanaostaafu kuhifadhi wanachama wao katika vyama vya ushirika kwa kuendelea kuweka akiba, kupata mikopo pamoja na huduma nyingine msingi za kifedha. Alisema inasikitisha kuwa vijana wengi si wanachama wa vyama vya akiba na mikopo, licha ya vyama hivyo kuzindua huduma za kisasa za kifedha zinazowalenga vijana. Wakati huo huo, Kenya inatazamiwa kuagiza megawati 200 za ziada za umeme kutoka Ethiopia katika kipindi cha mwezi mmoja ujao ili kukidhi nakisi ya umeme humu nchini. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa kawi na petroli Daktari Daniel Kipto amesema kundi la wataalamu limetumwa nchini Ethiopia kwa mazungumzo kuhusu mkataba huo. Uh, so really is hatimaye taasisi ya usimamizi wa huduma za usambazaji bidhaa humu nchini imesema zaidi ya asilimia 40 ya wahudumu katika sekta hawajahitimu na wanafanya kazi kinyume cha sheria. Afisa mkuu mtendaji wa taasisi hiyo Kenneth Matiba amesema kaunti zinaongoza kwa kutofuata sheria na kanuni, huku wahudumu wengi wakiwa hawana leseni halali. The state of